Ikatokea Abdul, mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa, hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa, huna macho. Sasa how do you feel, utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa askofu Gwajima, mtoto wa Askofu Gwajima, Jordan, amechukuliwa ameondoka naye, kesho anaokotwa, hana macho mtoto wa wa, wa, wa Majaliwa kasi Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa kesho anaokotwa hana macho. Anafatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude, amefanywa ndani ya nyumba, watu wanavunja wanavunja wanavunja nyumba, mke wake anaona mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini, halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambula IGP, ni mtoto wa DJIS -i. Ni mtoto wa wa mkuu wa, wa, wa, wa, wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba kana kwamba kana kwamba ni mbuzi ni kondoo? Lazima tufike wakati. Mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha tresi. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena, sisi ni polisi, toka ndani. Halafu huyu mtu anakuja, amekuja kuokotwa kesho. Huyu huyu dada wa kiganda huyu, Agata uh, Atohaile, anasema nimeona kwenye YouTube hata amevuliwa nguo zote, halafu anapigwa pigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi mi siwezi kukaa kimya, wale mnaokaa kimya kaeni, but I can't take it, siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza. Anything else